Desemba mosi hadi tano ni wiki ya wataalamu wa masoko Tanzania, wiki ambayo inatoa fursa ya kujadili kuhusu maendeleo, changamoto pamoja na mustakabali wa masoko. Uh, Hilda, na tutazungumza hapa tukiwa na uh, wataalamu ambao wamefika hapa uh, kuweza kufahamu kwa kina kuhusu hilo, na tunakukumbusha tu kwamba Uh, unaweza ukafuatilia matangazo haya kupitia uh, app kwenye app yetu ya Azam Max, lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii uh, at Azam TV TZ na at UTV TZ. Na Hilda kama ulivyogusia uh, hapo kwamba ikiwa ni uh, uh, wiki ya wataalamu wa masoko tufahamu zaidi, atayari wataalam tunao hapa studio. Na, na tutafahamu kile ambacho kitajiri lakini kubwa zaidi katika masoko, nini ambacho kinafanyika na ikiwa uh, ipo mijadala mbalimbali uh, katika ngazi ya kitaifa uh, ngazi ya masuala ya ubunifu, utafiti na mwelekeo mpya pia kasi katika sekta hii na hapa tunaye Profesa Emmanuel Chao ambaye ni mkurugenzi TMSA. Karibu sana Profesa. Nashukuru sana. Tunaye pia Edward Shilla ambaye ni mtaalamu wa masuala ya masoko pamoja na mauzo. Karibu sana. Karibuni sana, sana. Na pengine uh, tuanze kwako Prof kufahamu zaidi kuhusiana na uh, wiki hii ya masoko kuanzia Desemba mosi hadi tarehe tano ya. Nashukuru uh, wiki hii ya uh, wataalam wa masoko ni, ni wiki maalum kwa ajili ya kutambua mchango wa taaluma nzima ya masoko katika kukuza uchumi wa Tanzania. Uh, tunajua hivi karibuni uh, na miaka michache uh, tumekuwa na mabadiliko makubwa sana ya soko ulimwenguni kote, na soko hili linaendeshwa tu, sio kwa namna tuzozoea, linaendeshwa kwa utaalamu mkubwa uh, na wote ambao wanaweza kutumia uh, dhana mpya za kiteknolojia wanaweza kufanya mabadiliko makubwa sana. Kuanzia chapa mpaka bidhaa. Kwa hiyo wiki hii ya wataalam wa masoko ambayo inaanza tarehe moja mpaka tano uh, mwezi wa Desemba ni, ni wiki ambayo imejikita katika kutoa taaluma, katika kutoa mwangaza na kutoa uwezesho kwa wanafunzi, wataalam na watafiti wa mambo ya masoko na, na wiki hii imesheheni uh, uh, vitengo mbalimbali kwa sababu masoko yanaendeshwa na, na dhana Uh, yanaendeshwa pia na utaalam, mm. Na vitendea kazi. Kwa wiki hii itaenda kuangazia vitendea kazi gani ambavyo ni bora kwa wataalamu wetu kuweza kuvitumia, itaangazia pia ni mbinu gani ambazo ni bora zaidi kuendesha soko, na itaangazia pia ni taarifa gani ambazo ni muhimu tunaweza kuendelea kuzitumia kuimarisha makampuni yetu, biashara zetu, pamoja na uchumi wa nchi. Mm. Na kwa Tanzania changamoto kubwa hasa ni zipi uh, ukiangalia katika masuala ya masoko? Uh, kwa asilimia kubwa sana kwa upande wa Tanzania uh, masoko hayatumii utaalam, watu wanafanya biashara na masoko kwa mazoea mm -hmm. na ndio maana utakuta taasisi nyingi sana hapa nchini wakitaka kutafuta wataalam wazuri wa masoko, watakuambia katafute nchi fulani mm -hmm. um, kwa sababu tuna tunao tuna vyuo vingi ambavyo vinazalisha Uh, lakini taaluma bora ya masoko hujifunzi tu chuoni, unajifunza pia kwa, kwa kuweza kuelewa utendakazi wake unafanyika vipi, kwa sababu inahusisha ni sayansi, na ndio maana chama chetu ni cha, chama cha wataalamu wa sayansi ya masoko mm. Kwa sababu masoko yanahusisha sayansi lakini pia yanahusisha um, uh, art kwa maana ya, ya sanaa sana, mm. Kwa hayo mambo mawili lazima yaweze kwenda pamoja kuna ukiacha moja kwa, kwa sababu ya lingine utapoteza maana nzima. Kwa changamoto kubwa ambayo tunayo kwa hapa nchini, la kwanza, tuna tuna watendaji wengi ambao hawajiendelezi mm. Wanatumia vilevile ambavyo wamekariri uh, ambavyo ulimwengu kila siku wa masoko unabadilika kila kukicha, kuna lazima uendane na mambo yanayoendelea, lakini la pili tuna wimbi la wengi ambao wanafanya masoko pasipokuwa na utaalamu wote wa masoko. Mtu anaweza asisomee, lakini lazima awe pia na nyenzo zinazomwendeleza ndio maana wanapokuja kwenye vyama kama hivi wanaweza kupata nyenzo za kuwasaidia kuwawezesha. Uh, lakini pia changamoto kubwa ambayo tunaona kwenye soko la Tanzania ni kwamba, uh, matumizi ya taarifa hayafanyiki sana. Watu wanafanya maamuzi tu kwa sababu amesikia, ameona mahali, lakini hana tafiti za kisayansi zinazomwambia kwa nini uongeze bei hii na sio bei ile, kwa nini uende soko lile na sio lile. Kwa wengi wanafanya maamuzi kwa mazoea au kwa maamuzi tu kwa kuona mihemuko ya vitu vinavyoendelea sokoni, ambao vinasababisha hasara kubwa sana hata sisi zao. Mm -hmm. Mm. Sasa kabisa. Na mnadhani ni kwa kiasi gani sasa wataalamu wa masoko, e, wanatumika, e, hasa kuwasaidia Watanzania ambao wanazalisha katika maeneo mbalimbali kwenye kilimo, wajasiriamali wadogo wadogo, na wale ambao wanafanya Uh, uzalishaji locally uh, kuwasaidia kuweza kujua jinsi gani ya kuuza bidhaa zao. Wataalamu wa masoko wanatumika kwa kiasi gani hapa nchini? ah, naam, ah, nadhani kama prof alivyosema, ah, cha kwanza kama TMSA inasaidia katika kufanya mafunzo kwa ajili ya watu kwenye sekta mbalimbali waweze mbali kupata ah, maarifa ya namna gani ya kuweza kutengeneza au kutumia Uh, kidijitali au kutumia uh, uh, sanaa ya masoko katika kutangaza biashara zao uh, lakini pia um, kuna umuhimu wa uh, biashara kufahamu kwamba masoko ni zaidi ya kutangaza biashara, ni sayansi uh, kwamba kuna takwimu ambao unaweza ukazipata zikakuelezea awe zikakupa kwa undani ni nini ambacho kinatakiwa kufanya mm -hmm. Bei gani uiweke na ni namna gani ambao unaweza ukawasilisha maudhui yako a, katika, a, katika a, soko mm -hmm. <tutu> na, na katika kulifikia hilo, na wafikiaje e, ili kuwapa ujuzi na elimu hii ili waweze kutumia sasa wataalam Aha. So, um, uh, uh, cha kwanza ni kwamba kama nilivyosema kwamba TMSA wanatoa mafunzo lakini, hmm, pia uh, zipo agencies ambazo pia zinatoa uh, msaada wa, wa, wa kitaaluma pale ambapo kama ni biashara ama ni chapa inahitaji uh, wataalamu ambao wanaweza wakawasaidia uh, waka katika kuhakikisha kwamba uh, bidhaa zao au chapa zao zinafikia watu ambao ni sahihi. Uh, lakini pia wanawasilisha maudhui ambayo yako sahihi. Kwa hiyo uh, cha kwanza ni TMSA uh, kuweza kushirikiana na uh, taasisi za nje ya nchi na ndani ya nchi kuweza kutoa uh, mafunzo na, na, na, na, na uh, utaalamu wa jinsi ya kuweza kufanya masoko, lakini pia uh, kuna wataalamu ambao wapo ambao eidha wanaweza kawa ni consultants, ama wana biashara ambazo zimejikita katika kutoa mafunzo au kutoa msaada mm. uh, wa kitaaluma wa namna gani unaweza ukatangaza uh, biashara yako kwa ufanisi zaidi mm. Mm. Katika sekta hii Prof, ukisema ukiambiwa, umwelezee uh, mtu mwenye sifa ya kuwa mtu wa masoko ni mtu wa namna gani, anapaswa aweje? Uh, mtu ambaye ana sifa ya kuwa mtu wa masoko tunaangalia yeye mwenyewe alivyo mm. uh, ana, ana ana utashi wa wa kuweza ku uh, kuwasiliana kuwasilisha uh, wazo au kuweza kuwasiliana na watu wengine. Je, ana ana uelewa wa hicho anachofanya, iwe ni bidhaa anauza, ana uelewa wake kiasi gani mm. na ana mapenzi nayo kiasi gani um, kwa tuna tunaangalia mtu mwenyewe lakini pia tunaangalia nini alicho nacho huyu mtu, lakini sasa hivi Uh, teknolojia imeweza kusaidia pia kukata pia baadhi ya vitu ambavyo yawezekana huyo mtu anaweza asiwe navyo. Uh, kwa hiyo, kwa hiyo sasa hivi uh, mtu akiweza kuelewa taaluma anaweza asiwe na sifa hizo stahiki, mm -hmm. lakini akaweza kuitumia teknolojia kama anaelewa vizuri, ikaweza kumsaidia akafanya vizuri taaluma ya masoko, kwa ndo maana uh, zile zile tunasema personal skills au personal attribute, yani tabia za muhusika mwenyewe lakini tunasema ni uh, a professional attributes tabia zinazohusiana na uh, ujuzi wenyewe lazima awe nazo mbili. Kwa hiyo wengi ambao kwa sasa hivi tunaona anafanya mabaliko, anaweza asiwe na zile personal attributes, lakini ana professional attributes, lakini anatumia teknolojia kuondoa yale mapungufu ya personal uh, kuweza kufanya, kufanya masoko vizuri na tunasema kuna kuna asilimia fulani ya kuzaliwa lakini pia kuna asilimia pia ya kujifunza, na ndio maana tumeangalia sasa hivi ulimwengu umebadilika. Tuna wengi ambao tunatumia kama influencers, wanatumika na makampuni kuweza kutangaza chapa zao, lakini pia huyu influencer asipojua taaluma yenyewe ya kuwa influencer wa, wa kampuni ni rahisi sana kupoteza sifa, na tumeangalia kwenye vikao vingi ambao nahudhuria tunapowajadili uh, influensa, uh, atumike nani kwenye kampuni fulani, mm. Kuna vigezo vingi tunaangalia. Tunaangalia kwa mfano huyu, huyu tunayemtumia kwenye chapaya tu huwa akiwa mwenyewe anazungumza nini kwa sehemu kubwa ya wat, vitu ambavyo watu wanaweka kwenye mitandao ya kijamii vinaweza vikawasaidia vikawaumiza wao pasipo kujua, na zinatumika namba kabisa na ni za kisayansi zinaangaliwa kwa mfano uh, mrengo wake wa mambo ya kima ya ki, ya ki mrengo wake wa mambo ya yanayohusiana na, na kijamii mrengo wake kwa mambo yanayohusiana na chapa inayohusika na ikoje. Kwa hivi vinatumika kuamua nani wamtumie kama mtu wao wa kuweza kuishawishi chapa, lakini kama huyu mhusika ambaye wanamtumia, sipoelewa nini kinatumika kuwafanyia maamuzi, ni rahisi sana wakatumika baada ya muda fulani, na baada ya muda si mrefu akapoteza sifa na hmm, yeah. Tumeshuhudia pia yeah. Mfano makampuni kadhaa yakijiondoa uh, kama ni mkataba na hawa washawishi chapa brand influencers baada ya tu ya kutofautiana labda pengine na kile ambacho wamekuwa wakiamini. Sasa, kwa upande wa sera, unaona ziko rafiki kiasi gani na kuna namna yote pia ambayo mnashauri labda zipo ambazo zinapaswa kufanyiwa kazi? yeah, kuna sera ambazo ni jumuishi mm -hmm. um, sera jumuishi ni, ni sera zile ambazo zina ziko za kinchi ambazo zinasimamia zina tasnia ta mbalimbali na na kwa mfano eneo la masoko lina lina, lina sera ambazo zinahusiana na sera za kibiashara lakini, lakini pia eh, kuna sera za kimawasiliano, lakini pia taasisi binafsi za kibiashara nazo zina sera zake zinazozitumia kufanya maamuzi nani wamtumie. Mm. uh, uh, mm. na ndio maana alizungumza mwenzangu hapa Edward kuhusiana na agencies taasisi nyingi zina, zina zina vigezo na zina, zina e, utaratibu wa namna wa ya kumtumia mtu ambaye anafanya kwa niaba ya, kwa sababu makampuni mengi haya yanaweza yasiwe na idara za masoko, lakini anatumia kampuni nyingine kufanya hizo kazi. lakini, ili hizo kampuni ziweze kuendelea kuwa na ushawishi na wa muda mrefu, lazima zikizi vigezo fulani ambayo vinaweko na kampuni husika na hivyo vigezo pia ndio vinatumika hata kuwatumia, uh, watu binafsi ambao sio makampuni uh. Kwa hiyo hizi sera um, ziko za aina hiyo, lakini sisi kama chama cha wataalamu wa masoko tuko mbioni pia kutengeneza sera ambayo inajumuisha pande zote mbili. Tumeyona, tumeyona kwa sababu changamoto kubwa ambayo tumeiona, tumeona kwamba uh, wakati mwingine sera zile zinazotumika za kitaasisi zinawakandamiza wahusika, lakini pia kuna, kuna matendo ambayo yanaweza akaendelea sokoni yakawaribia wengine. Lazima kuwe na mtu hapo katikati wa kuweza kuweka uh, uwiano kwa pande zote za, za kisera yeah. Sasa Edward, uh, katika wiki hii ambayo imeanza tayari tarehe moja uh, hadi tarehe tano e, imekuwaje? Na uh, katika siku zilizosalia, nini ambacho pia kitajiri? Naam, uh, nadhani uh, na katika wiki hii imekuwa ikienda vizuri uh, kesho tutakuwa na uh, session nzuri sana za panelist na uh, speakers wengi ambao watakuja watazungumza kuhusu masuala uh, tofauti tofauti uh, mojawapo ikiwa mustakabali ya matumizi ya dijitali na AI uh, na mwenendo mzima wa sekta ya masoko na mawasiliano uh, kwa sasa hivi na kwa kuendelea. kwa hiyo uh, imekuwa ikiendelea vizuri uh, tuna wazungumzaji wazuri sana ambao wenye uzoefu mzuri ambao watakuwepo kesho katika kuzungumza, lakini pia kutakuwa na majadiliano ya wataalam tofauti ambao watatoa mawazo yao kutokana na uzoefu wao a, katika masoko waweze kutoa hiyo huo uzoefu kwa a, jamii kwa ujumla na au kwa wale ambao watakuwa wameshiriki, kwa washiriki kwa ujumla ambao watakuwa ni wanafunzi na pamoja na biashara ndogondogo na wataalamu wengine katika masuala ya masoko kwao. Kwa kweli ningependa kuwaasi wa, kuwashawishi wale ambao bado hawajaweza kujisajili waweze kujisajili waweze kufika kwa sababu um, uh, forum kama hii forum kama hii ya marketing Tanzania Marketing Science Association ndio inawezesha tuweze kujadiliana kama watu wa masoko na mawasiliano. Aa, na kuweza kufahamu aa, vitu vinavyofaa au vitu ambavyo visivyofaa na tuweze kuiendeleza tasnia, lakini pia tuweze kuwa mm -hmm. Yeah. Yeah, mtuna, uh, na tija kwa biashara ambazo tunazozifanyia kazi, pia kufuatilia mijadala hii ambayo imekuwa ikiendelea, nadhani kuna social media handle uh, uh, za Tanzania Marketing Science Association wanaweza uh, kufuatilia uh, lakini tutakuwepo uh, kama watajitaji kusajili uh, wataenda kwenye social media handles za uh, Tanzania Marketing Science Association uh, waweze kujisajili uh, tutakuwepo pale New Auditorium Library ya University of Dar es Salaam uh, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni mm -hmm. Profesa, wakati tunaelekea kukamilisha uh, katika kuwakaribisha wadau lakini, eh, ni upi ujumbe pia uh, kutoka uh, TMSA? um, ujumbe ambao tunao kwa kutoka TMSA kwa Watanzania na wadau wote ambao wanafuatilia sekta ya masoko ni kwamba uh, kukumbatia mabadiliko ya teknolojia sio jambo la uh, kufikiria optional ni jambo la kilazima kama tunataka maendeleo endelevu. Tunaangalia sasa hivi data kutoka TCRA zinasema asilimia sasa hivi uh, watu karibia milioni hamsini na tatu wa Kitanzania wa Tanzania wanatumia internet nnt uh, ambao ni, ni, ni ongezeko karibia la asilimia hamsini kulinganisha na data za mwaka jana, lakini wengi, asilimia tisini na tisa ya hao wote wanatumia kupitia simu, sasa kwa Mtanzania yote, uh, sasa hivi unaweza kuwafikia watu milioni hamsini na tatu kiganjani mm. lakini pia takwimu zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya matumizi yanayotumika kwenye hizo internet uh, hayahusiani sana na mambo ambayo yanadrive ya uchumi. Asilimia uh, ndogo inatumika kwenye mambo ya ya, ya e-commerce lakini kwa nchi ambazo zime, zime, zimeendelea, uh, sehemu kubwa ya matumizi ya internet inatumika kwa ajili ya kusukuma shughuli za kiuchumi, na tafiti zimeonesha. Kwa mfano, sasa hivi tunaangalia nchi yetu ya Tanzania uh, na ulimwenguni kote, asilimia tisini ya makampuni ni biashara ndogo, ndogo, ni SMEs ambazo ndo zinachangia asilimia zaidi ya hamsini ya ajira, kwa ina maana kwamba tukiweza kuziwezesha na hizi tukiweza kuku, kuku, kuweka msitizo wa biashara hizi ndogo kujifunza matumizi bora ya teknolojia, wataweza kusukuma kwa sehemu kubwa sana uchumi, kwa sababu changamoto kubwa hizi biashara ndogo tunawaziona kwamba hazina bajeti za kutosha, hazina eh, mifumo ya kutosha, lakini teknolojia iko pale kutatua matatizo hayo yote kwao. Ni ujumbe wangu na ujumbe wa TMSA tujifunze uh, na tukubaliane na mabadiliko ya teknolojia, yawezeshe shughuli zetu ili tukuze uchumi wetu binafsi na uchumi wa nchi no. Asante sana, shukrani sana Profesa Emmanuel Chao ambaye ni mkurugenzi wa Tanzania uh, Marketing Science Association, TMSA. Tunakushukuru pia Edward Shilla ambaye ni mtaalamu wa masoko na mauzo kutoka TMSA na kuanzia uh, Desemba uh, mosi hadi tarehe tano. Uh, mkutano huo ukiwa unaendelea